Bwara, kwanza uliona sharubu, eh, bwara kwanza e, tumeenda kwenye bwara la kwanza. Eh, kwa e, nani simba na anga, nani walikuwa simba, walikuwa wale nani simba waliokuwa hmm, na watoto wadogo tujawaona pale, tumewakuta wawili e.

Okay. Lakini vile mtakavyocheza vizuri na Mungu akasaidia mkawazidi maadui zenu ndio Okay. Mnabahatisha kufanyaje kushinda na kupata magoli. Baadaye matokeo yanageuka pengine mnasifuri au mnash, mnapoteza. Napoteza Mm. Nako inabidi kama nyie ni washindani inabidi mkubali mjipange upya kwa ajili ya wakati ujao. Okay. Hapo kibahatisha shukuru Mungu kikosa jipange kwa ajili ya wakati ujao. Sawa sawa. Kwa hiyo okay, hii hii ni sehemu tu kwa ajili ya mapumziko mapumziko ni, ni kwa nini waliweka huku ndani sana? ni kama kwa nini mapumziko labda asingekuwa tu pale, yaani kuna sababu gani wao wame, wameweka well, hapo Ha, walichagua kwa sababu anabati sana kuona simba, yeah, simba live kwa karibu kabisa kwa karibu kabisa, maka okay. Mita hatua okay. Moja, yeah. Taka, Yuko mbali kabisa. Hmm, Badilika ina video nyingi sana. Bwana hapa ni ndani ya Mikumi National Park. Mikumi National Park. Uh, ni mbuga ambayo inakadiriwa au kwa taarifa zisizo rasmi ni kwamba na kilomita za mraba kama elfu tatu hivi, elfu tatu na kitu. Hapa ni sehemu kwa ajili ya mapumziko mafupi hapa. E, ndo unaona pembe za wanyama mbalimbali e, nyama kama unavyoona hapa. Hapa wameandika hifadhi ya taifa Tanzania National Park. Huu e, ni mbuyu huu hapa, ndugu zangu, ni mbuyu, mbuyu mkubwa sana.

As the baboons love it. Okay, yeah, nilikuwa najaribu kusoma hapa maeneo mafupi kwa ajili ya